Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Iringa, Daktari Blaston Tuluwene Gavile amefanya ziara katika usharika wa Igangidung'u uliopo Jimbo la Kusini Magharibi. Baada ya kupokelewa kwa shangwe, Dr. Gavile anaungana na kaimu mkuu wa Jimbo la Kusini Magharibi, Mchungaji Elizabeth Urasa ambaye pia ni mchungaji wa ushirika wa Ifunda, lakini pia mchungaji wa usharika wa Igangidung'u mchungaji Haim Timotheo na kwa pamoja wanaongoza ibada hii ambayo kwa mujibu wa kalenda ni ibada ya sikukuu ya watoto, ibada ya Jumapili ya kumi na tano baada ya utatu na sikukuu ya Mikaeli na watoto. Leo ni siku muhimu sana ndani ya kanisa letu tunakumbuka uh, watoto wetu. Kichwa ambacho tumepewa kutafakari siku hii ya leo na wiki ile, leo ni tuwapende watoto wetu na kuwajali katika Bwana. Basi tuanze ibada hii takatifu katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, amen. Hali tulivyo, tusikie zaburi yetu ya leo itakayosomwa na kaimu mkuu wa jimbo Mchungaji Elizabeth Ulasa, karibu kaimu kwa jimbo. Zaburi yetu ya leo ni Zaburi ya 113 mstari ule wa kwanza hadi ule wa tisa. Zaburi ya 113 mstari ule wa kwanza hadi ule wa tisa. Tutasoma kwa kupokezana Nami nitawatangulia katika Bwana. Amen, haleluya. Enyi watumishi wa Bwana sifuni, lisifuni jina la Bwana. Jina la Bwana lihimidiwe tangu leo na hata milele. Toka mawio ya jua hata machweo yake, jina la Bwana husifiwa. Bwana ni mkuu juu ya mataifa yote, na utukufu wake ni juu ya mbingu ni nani aliye mfano wa Bwana Mungu wetu aketie juu? Umwinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha maskini kutoka jaani. Tushirikiane tafadhali, uweka nyumbani mwanamke aliye tasa awe mama watoto wenye furaha Amen. Kusisitiza ujumbe huo mmoja ya wazee wa kanisa katika usharika wa Igangidung'u anasoma somo la pili linalopatikana katika Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu mlango wa nne mstari wa arobaini na sita mpaka mstari wa hamsini na nne. Ambaye mwanawe hawezi huko Kapernaumu huyo aliposikia ya kwamba Yesu amekuja kutoka Uyahudi mpaka Galilaya, alimwendea akamsihi akashuke na kumponya mwanawe, kwa maana alikuwa kufani. Basi Yesu akamwambia, msipoona ishara na maajabu hamtaamini kabisa. Yule diwani akamwambia, Bwana, ushuke asije kufa mtoto wangu. Yesu akamwambia, enenda, mwanao yu hai. Mtu yule akalisadiki lile neno aliloambiwa na Yesu, naye akashika njia hata alipokuwa akishuka, watumwa wake walimlaki walim, wakisema ya kwamba mtoto wake yu hai. Basi akawauliza habari ya saa alipoanza kuwa hajambo, nao wakamwambia jana saa saba homa ilimwacha. Basi babaye akafahamu ya kuwa ni saa ile ile aliyoambiwa na Yesu, mwanao yu hai. Akaamini yeye na wote wa nyumbani mwake. Hiyo ni ishara ya pili aliyoifanya Yesu alipokuwa ametoka Uyahudi kufika Galilaya Amina. Amin. Na hili ni neno la Mungu ndugu zangu wapendwa, tukiri kwa pamoja imani yetu ya Kristo. Imani hii inatuunganisha sisi na Wakristo wa ulimwengu mzima, imani ya mitume, tukiri tukisema, namwamini Mungu Baba mwenyezi Muumba mbingu na nchi, namwamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee Bwana wetu aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo lililo moja tu, kushirika watakatifu, ondoleo la dhambi, kufuliwa kwa mwili na usimama milele. Ninaomba a Amen. Amen. Na sasa Askofu Daktari Gavile anayesema jambo kuhusiana na sikukuu ya watoto, akirejea historia ya kanisa. Katarina Katalina aliwachukua watoto wa majirani, Katalina na kuwaleta nyumbani kwao na kuwaandalia kahawa na chai na akacheza nao anaruka nao, waliwapenda watoto. Sasa Dr. Martin Luther alipokuwa anaingia kwenye madarasa ya watoto, unajua, alikuwa mwanasheria, ni daktari, padri, msomi. Wakaamua kumstaki, wewe unavunja sheria eti. Walimu kama mpo, walimu hapo, nafundisha shuleni umnamona mwalimu mwenzenu, unafikia mwalimu fulani anaingia darasani, anasema shikamona watoto, mtamwelewa mwalimu huyo? Si mtasema amechanganyikiwa? wa lakini walipomwita Dr. Martin Luther akasema hivi, alisema hivi, alitoa sababu za msingi kama tatu hivi, alisema hawa watoto we, Yesu anasema ufalme wa mbinguni ni wao. Kwa hiyo lazima nijibembeleze kwa sababu ufalme wa mbinguni ni wa nani? hawana dhambi, watakatifu, ndio wamechukua funguo za mbinguni. Kwa kama wafalme wa mbinguni ni wao, basi ni vizuri sana nikajibembeleza ili wanipokee, wani, waniandalie na kiti kule mbinguni, waniandalie mahali pazuri pa kukaa kule mbinguni. Toa hoja hiyo, baadaye akasema watoto hawa hawa mnaoona leo, mnaona kama wanyonge kama wadogo kama hawana maana lakini nataka niwaambie, hawa sisi tukiondoka watashika nafasi kubwa hapa duniani. Watakuwa watu wakubwa, watakuwa marais, watakuwa mawaziri, watakuwa wabunge, watakuwa wakuu wa mikoa, watakuwa wainjinia. Sasa mimi nikifa kabla hawajapata nafasi hizo, ni makosa. Kwa hiyo, hebu hebu hebu niwape heshima kwanza, sababu hawa ni watu wakubwa nawapa heshima hii. Sababu ya tatu, akasema uh, kila mwanadamu ameumbwa na Mungu, ni sura ya Mungu. Mimi ninapoona watoto hawa sioni watoto kama watoto, ila namuona Mungu, namuona Mungu. Kwa hiyo namheshimu kwa sababu ya ile sura ya Mungu alionayo na ile pumzi ya Mungu aliyepulizia hiyo ndani mwa watoto hawa Bwana akasema siku zote nitawapenda watoto, nitawaheshimu, nitawajali, nitawekea kipaumbele cha kwanza katika utumishi wangu kwa kuwatanguliza watoto. Akawa ameshinda hoja hizo. Kwa, kwa kwa kwa kifupi, ningesema kwamba Dr. Martin Luther alionyesha upendo mkubwa wa kuwajali watoto katika Bwana. Aliwatii, aliwanyenyekea, aliwavumilia, alichukuliana nao, akawa na malezi ya kwalea watoto hawa kwa ukaribu sana. Aliwaheshimu na akaweka moyoni mwake, na wanasema aliwafahamu vizuri sana majina ya watoto. Akiingia darasani tu aliwajua watoto wote na kuwaita na kucheza nao na kuwafundisha vizuri sana turudi kwenye kumbukumbu kumbu la Torati ambayo tumepewa leo 6:6 hadi 9 katika kifungu hiki tunapata mkazo mkubwa mkazo mkubwa wa kwamba hebu tuwalee watoto wetu katika kicho cha neno la Mungu hebu tudumishe neno la Mungu kwa watoto katika familia, kwa maisha ya siku kwa siku, toka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Tunaona katika kifungu hiki shauku kubwa ya Mungu, ni ili neno la Mungu liwe mioyoni mwa watoto, ili watoto hata wanapokuwa, wakue wakiwa wana nguvu ya neno la Mungu hapa. Anazungumzia umuhimu wa mtoto kukaa kwenye neno la Mungu. Mtaala mmoja alisema, kama samaki wanavyokaa kwenye maji, na watoto ili kuwatunza, kuwalea malezi sahihi ya neno la Mungu, inabidi waogelee kwenye neno, wakae kwenye neno. Samaki ukimtoa kwenye maji anakufa, ndipo na mtoto ukimtoa kwenye neno atakufa kiroho na hata kimwili ikibidi. Mimi ni mesha Kilongo, lakini kabla ya kuhitimisha, tuwasikie wazazi na walezi, hasa kina baba wakielezea kupokea maagizo ya kulea badala ya kuishia kutunza. Aa, kwa majina naitwa Patson Nyerere Mnyawami, nimependezwa siku ya leo kwa mafundisho ya baba Skofu, jizi namna gani jizi kati ya kulea mtoto na kumtuza, zipo hatua nzuri sana ambazo tumepata ili somo la leo kujifunza, ni namna gani tunaweza kumtuza huyu mtoto na kumlea katika njia inayompendeza Mungu. Kumlea mtoto katika njia ya kumpendeza Mungu ni kumfundisha neno la Mungu na kuhakikisha zile stahiki zake ambazo anatakiwa apate kwa ajili ya ukuzi, na kulea kwa mtoto kuna endelea sawa na vile Mungu anavyokusudia anavyotaka iwe. Neno langu kwa wazazi wenzangu wanaonisikiliza kwa muda huu, nasema hivi, yaani tujitahidi kulea familia zetu.